Uh, azma yetu kubwa katika maonyesho haya tumewaletea Watanzania bidhaa tofauti tofauti uh, na hususan uh, tukiangalia mkoa wetu wa Geita na kanda ya Ziwa unajishughulisha sana na sekta ya madini uh, tumeuangalia mnyororo mzima wa thamani wa madini, na kwa mwaka huu kwenye maonyesho haya tumewaletea mikopo uh, na bidhaa tofauti tofauti kwenye maeneo matatu. Moja, uh, tunawakaribisha sana wachimbaji kwenye banda letu kwa sababu benki ya Stanbic, uh, tunasherehekea miaka thelathini ya kukua pamoja. Tunasema miaka 30 ya kukua pamoja, Tanzania tumeibeba mabegani. Lakini kwenye sekta ya madini tunaangalia mnyororo mzima wa thamani, tumekuja na mikopo ya wachimbaji. Tunaangalia mnyororo mzima wa thamani, kuanzia wachimbaji wadogo, wachimbaji wa kati, wachimbaji wakubwa, lakini pia Uh, tunaangalia pia wale wauzaji wa vito vya thamani na pia hatukuacha wafanyabiashara wadogo wadogo, wafanyabiashara wa kati na wafanyabiashara wakubwa. Uh, benki ya Stanbic, uh, watu wanaojihusisha na biashara ya dhahabu, lakini pia wanaodili kabisa katika mnyororo mzima wa thamani wa madini uh, wanaweza kujipatia mikopo ya vifaa vya uchimbaji, mikopo ya mitambo mikubwa lakini pia mikopo hii inajisimamia yenyewe kama dhamana. Namba mbili, tumewaangalia pia watu wa huduma kwenye migodi. Aa, benki ya Stanbic, unaweza ukajipatia mkopo wewe kama mtoa huduma kwenye mgodi ukaweza kujipatia mkopo kwa kutumia tenda yako mkataba ulionao kati yako wewe aa, na mgodi husika unaotolea huduma, huhitaji dhamana yoyote kwayo tunawakaribisha watoa huduma wote watembelee banda letu uh, ndani ya maonyesho haya ya nane ya kitaifa ya teknolojia ya madini ili waweze kujipatia mikopo hiyo. Lakini namba tatu, hatukuwaacha wajasiriamali na wafanyabiashara. Tunatoa mikopo uh, ya haraka ndani ya muda mfupi kwa wajasiriamali na wafanyabiashara, na pia mikopo hii ina bima. Bima hii inalinda Uh, mkopo huu lakini pia endapo mteja wetu atapata changamoto yoyote basi bima hii itaweza kumsaidia. Uh, kwa ujumla pia tumewaletea huduma za kidijitali wateja wetu na Watanzania wote wanaokuja kwenye maonyesho haya, tunawakaribisha waweze kutembelea na kufungua akaunti na kutumia pia huduma zetu za kidijitali kufanya malipo uh, kulipia luku, kulipia huduma mbalimbali za kijamii, malipo ya kiserikali na hatukuacha hivi hivi, pia tumewaletea na bima. Bima hii tunakata kwa watu wote, tunakata bima kwa wafanyabiashara, kwa watu binafsi na wafanyakazi. Tunawakaribisha sana ndani ya banda letu la benki ya Stanbic katika maonyesho haya ya nane ya kitaifa ya teknolojia ya madini. Karibuni sana.